Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye Pitapita za Kwangu. Mi hapa ni VM, ukipenda Vita Madou Mandala kafika katika meneo kadha wa kujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo iliweza kufika namba, na kweli tunasema ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Nilianzia eneo la Matu, Matu Machakos, ambapo kuna ma, ha, hafla moja ya mazishi ya kipusa katika kijiji kimoja hapa ilisimamishwa kwa muda watu kut, eh, kutazama jamaa akiangushiwa kichapo kwa kuzua fujo. Na Polo huyo ambaye alikuwa mlevi chakari, alikuwa mpenzi wa marehemu aliyekuwa akizikwa siku hiyo, na waliachana baada ya kuzozana. haiwezekani kumzika marehemu bila kunitambua kama mpenzi wake. Yani waliachana baada ya kuzozana, lakini ndio anasema nasema, ai, lazima mnitambue mimi ndio sasa mpenzi wake, mpenzi wake namliachana shuali kwa hivyo jamaa alipoleta vurugu alitandikwa, alijua ajui, ulevi ukaishi, akarudi kuwa soba. Iwe funzo kwake na wenye tabia kama yake eh. kama kama, basi kiliumana, kilishaumana. Sikoje, mtu amekufa, ndio nafikiria bado mko pamoja Kitoka kule basi, nikavuka moja kwa moja mpaka eneo la uh, Kilimani Nairobi. Kilimani Nairobi kuna staa mmoja afunguka, nyota mmoja mitandao ya kijamii amefichua sababu halisi iliyomfanya afiche ujauzito wake kwa muda mrefu, akisema alifanya hivyo kuepuka wadaku waliokuwa karibu naye. Kulingana basi na mdokezi ni kwamba demu huyo alikiri kuwa uamuzi huo ulitokana na shinikizo la, uh, la umaarufu wake, kulinda mikataba ya kibiashara na hofu ya uvujaji wa taarifa mtandaoni. Kwa hivyo watu wangelitoa story, breaking news na kadhalika. Kwa hivyo akasema, watatoa alafu waongezee chumvi chumvi. Kwa hivyo akasema staki, wache kae. So akakaa, watu wanadhani aana shindo, mbona umepotelea wapi? Kumbe ni ujauzito anaficha, haya semi kitu. Na nikitoka kule basi nikavuka mpaka Makima Mwea. Makima Mwea kuna mdada mmoja asononeka mmewe, eti anasema kwamba mdada huyo, hapa amesimulia masaibu yake katika ndoa, akisema mmewe alikataa kabisa kushiriki tendo la ndoa, akisema amechoka na maisha ya, ya, ya tendo la ndoa. Demu yeye alisema jamaa huyo pia amekataa kutumia dawa za kusisimua na kumuongeza nguvu, akisitiza kuwa amekubali hali yake, yaani mwanamume amefika mahali anasema mimi ah, mimi nishachapa kwa hivyo akimwambia si twende, angalau upate dawa, akamwambia hapana, mi nimekubali hali yangu, so acha tu ikae eh? Yani waishi kama brother and sister. Nimeacha mambo ya kushangaza, wapi? Makima Mwea, kwani alikuwa anakunywa ile kitu <laughs> <laughs> Aya, nimeacha niwacha niende ugaiburi. Kasema ya Kenya niachane nayo, nikavuka moja kwa moja hadi ukule wapi. Of course nilifika kule Leicester, Uingereza na vile, vile, eh, vile, vile pia Lilongwe kule Malawi. Nianz, nianzie tu hapa karibu Lilongwe Malawi. Kulikuwaje Lilongwe Malawi? Malawi hapa, kuna polo mmoja mjini hapa amekiri kuwa anahisi kutokuwa salama baada ya mke wa mke wake kuanza kupata mshahara unaozidi wake mara sita. Ingawa anafurahia mafanikio ya mkewe, anakiri kuwa hali hiyo imemletea aibu, wasiwasi, wasi na maswali kuhusu nafasi yake kama mme katika jamii inayotarajia mwanaume awe kinara waboma kwa kila kitu na kila hali. Kwa hivyo kwa sababu mke wake ameongezewa salari jamaa ameingiza, bali wewe, najiuliza, nikuulize tu wewe e, unayetazama pale kwamba je, mke wako akianza kupata pesa nyingi kuliko, kuna hatari yote na kwa mke ukianza kupata pesa nyingi kuliko mme wako, je, utamwacha? Aya, tafakari zaidi. Kwa hivyo jamaa anauoga bwana. Naona hapa yafaa kuwe kichwa lakini anaona yeye si kichwa kwa upande wa pesa. So inamletea shida. Naam. Kitafakari ya Malawi basi nikasema acha nimalizie kule le, e, Leicester kule Uingereza. Leicester Uingereza e, kuna e, kidosho mmoja anayefanya kazi katika kanisa Katoliki nchini Uingereza ana aliyepora. Naam. Anasema kwamba aliyepora pesa e, anafanya katika kanisa moja kule lakini inasemekana kwamba aliyepora kanisa hilo aliyepora mamilioni ya fedha ambazo zingetumika kusaidia wasio na makao. Eh, ameepuka kifungo cha jela. Na mahakama ilielezwa kuwa mwanamke huyo alitumia pesa hizo kufadhili maisha ya kifahari, ikiwemo ununuzi wa baadhi ya, ya ya bidhaa gali na kwenda safari ya kujivinjari. Sasa ameepukaje kifungo? Na kweli imepruwa kwamba aliiba ama pesa za kanisa? Si kuiba, ni kuchukua, alichukua, ni kuchukua, alichukua. Unaonaje aliiba? So ameepukaje? anyway Hayo ni mtu leisa Uingereza semi kitu. Ni katika pita pita za kwangu hapa ni VMM. Ukipenda Victor Mandala kwenye pita pita za kwangu siku ya leo. Ninaposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Usiondoke hapa kabla u subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click kwenye neno subscribe kambia sign in. Sign in ajibe la account yako. Copy the link and share na weke comment yako pale. Itakuwa vema. Subscribe eh? Nia nakutakia wakati mwema. Ni kwenye pita pita za kwangu.